It's Monday na ni new week. Karibu kulisikiliza Chimbolo Vibes. Ladies and gentlemen hapa kwetu tuna lol na ngoma zote kali kwa sababu ni new week na ni Monday. Tulienda kupumzika na kukusanya energy kwa ajili ya kusukuma majukumu yetu ya wiki hii. Ladies and gentlemen tunachuchumpa mpaka Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao uko na kambi nyingi za wakimbizi, washikaji zangu wa Nyarugusu wanaelewa hivyo, na kambi zingine ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Kigoma upatikanaji wa hizo kambi za wakimbizi ni kwa sababu tu Kigoma inapakana na nchi kama Kongo, nchi ambazo kidogo zimekuwa na vurugu nyingi hususan vita, and mwingiliano hapa na pale umefanya tupate wasanii noma, wasanii deadry kama vile kina Founda na wengine wengi. Leo ni Monday by the way, na tuko na ngoma inaitwa My Time kutoka kwa mshikaji anaitwa Nyango Boy aka Nyango Man, Nyago Man by the way anawakilisha Kongo lakini ni wanasema mkimbizi amepata amepata hifadhi Tanzania and amefanya vizuri. Listen to my time ni miongoni mwa ngoma ambazo zinafanya vizuri sasa hivi Tanzania, so big up to yeye, na leo tuna flex nayo kwa kama ngoma ya kwanza kwenye chimbo la vibes, si tu ni kwa sababu ametoka Congo and kipaji alicho nacho, lakini it's your time pia, wewe ambaye unaamini hustle, unaamini kila ambacho unakifanya, so it's your time and it's our time, it's my time kuanzia saa nane mpaka saa kumi na moja kamili. Ladies and and gentlemen, brothers and sisters, we we have this is how we do. So karibu hapo, enjoy na sisi na kila kitu ni essence. Zingatia tu uwepo wako kupitia speakers of radio kwako kama uko kanda ya ziwa ni 96.9 lakini kama uko nje kanda ya ziwa utatupata kupitia www.fradio.co.tz au kupitia radio box na radio garden mini to babo call 360 Jo, tukae hapa. It's It's energetic Monday. It's our time. It's my time. my